Eneo la Pwani Ali Nuno amesema maafisa wa polisi watakaozembea kwenye juhudi za kukabiliana na magenge ya vijana wadogo wanaohangaisha wanaohangaisha kwa mapanga wakazi wa Diani kaunti ya Kwale wataondolewa. Akizungumza kwenye baraza la umma eneo la Jogoo, kamanda huyo ameamrisha vitengo vya usalama mjini humo kukabiliana na magenge hayo chini ya siku saba. Hayanajiri huku baadhi ya wakazi wakitaka kuwekwa kwa marufuku ya kutoka nje hadi magenge hayo yakabiliwe. Lawrence Ng'ang'a anaarifu zaidi kutoka Kwale. Wadoto. Matukio ya wakazi na wafanyi biashara kushambuliwa na kuhangaishwa na magenge ya vijana wadogo kwa mapanga yamekuwa kero hapa Diani, kaunti ya Kwale, vitengo vya usalama vikilazimika kuandaa kikao na wananchi kutafuta suluhu. Kamanda wa polisi eneo la Pwani Ali Nuno akifoka na kuelekeza maafisa wake kukabili vijana hao, la sivyo waondolewe kama vijana imezinda nyinyi, then you have no no no, no mandate of you being here. Hamna haja, utakuwa wale barakata kata na mko hapa everybody, everyday somebody is bleeding, somebody is bleeding. Kwa commander yuko, OCS yuko, this is yuko, so why are we there? Tunafanya kazi gani hapo? Haikubaliki hiyo. Naibu kamishina wa Msambweni Josephat Mutisia akisema hawatasaza vijana hao na kutaka machifu na wazee wa mitaa kuwajibika na kuwafichua wahalifu kwenye maeneo yao wako. With that argument. Kwa hivyo hiyo ndio ni license ya kuenda kukata mwenzako panga. Kaa na vile village elders wako na watu wa nyumba kumi wako, tuhakikishe wale vijana majina imepeanwa, kwa sababu ni watoto wetu wanajulikana. Wacha sheria ichukue mkondo wake, wale waliodhulumiwa wali wapate haki yao. Tumeelewana vizuri vizuri eh? Diani haitakuwa haiti. Hizo majina mimi ndio nafuatilia na sasa kama hawa watoto hawatajisalimisha, sisi tunawaendea na tunaongea. Wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, imani yetu iko dhabiti na hatudanganya, tutawaendea. Na mheshimiwa, tafadhali hawa watu wako wasikuje wasikuja kukufuata eh. Saidia DC ameshika, mimi siko ndio wakazi wakitaka juhudi za pamoja kurejesha hali ya kawaida, wahamasisheni, waelezeni umuhimu wa wao wa kutojihusisha kwenye yale, ma, yale magenge, itasaidia kuliko kukaa sasa hivi tunasema naitoa yes, kill, kill. Labda tukikaa nao tukiwahamasisha, tutawasaidia kesha kuja kwa ma, manjinia kubwa. Tufanye taratibu ya kutengeza hiyo policy Tutatembea polepole, tutasema ni nani ni nani. Naona hilo issue tutamaliza kwa sababu tukisema security wafanyi kazi zao, security yuko ofisini, mimi niko shambani, si mimi naona mtu wa shamba. There has to be a reason to stay in school. Maanake hivi tumesema wengine wapate ajira, utaajiri mtoto ambaye hana kitambulisho? Utaajiri mtoto ambaye hana hana ujuzi wowote? Kama kuna upotevu ama ulegevu bande yetu, tuseme kuna ulegevu